Rais wa Marekani Donald Trump ametoa taarifa yake kwenye mtandao wake wa kijamii wa, kijami wa Truth Social inayoonyesha kuwa Hamas imekubali mpango wa amani. Ujumbe wa Trump unaeleza kuwa kulingana na taarifa iliyotolewa hivi punde na Hamas, ninaamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israeli lazima isitishe mara moja mashambulizi ya mabomu huko Gaza ili tuweze kupata mateka kwa usalama na haraka. Kwa sasa ni hatari sana kufanya hivyo. Tayari tuko kwenye majadiliano kuhusu maelezo yatakayofanyiwa kazi. Hili alihusu Gaza pekee. Hili ni kuhusu amani iliyotafutwa kwa muda mrefu katika Mashariki ya Kati, Amesema Trump katika taarifa yake. Kwa upande wake, Hamas katika taarifa yake ikijibu pendekezo la amani la Marekani imesema inakubali kuwaachilia wafungwa wote wa Israeli walio hai na waliokufa, kwa mujibu wa mpango wa mabadilishano uliopendekezwa na rais Trump, mradi masharti ya ubadilishanaji yametimizwa. Taarifa hiyo inaongeza kuwa inafanya upya makubaliano yake ya kukabidhi utawala wa ukanda wa Gaza kwa chombo huru cha Wapalestina kwa kuzingatia makubaliano ya kitaifa ya Palestine na uungaji mkono wa nchi za Kiarabu na Kiislamu juu ya mustakabali wa Gaza na haki za watu wa Palestine, Hamas inasema hii inahusishwa na msimamo wa kitaifa unaozingatia sheria na maazimio husika ya kimataifa na inajadiliwa ndani ya mfumo wa kitaifa ambao itakuwa sehemu yake. Wakati hayo yakichomoza, ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imetoa taarifa ya mistari miwili ikisema kuwa nchi hiyo itashirikiana na Marekani kuhusu mpango wa Trump wa amani kwa kuzingatia majibu ya Hamas. Israeli inajiandaa kutekeleza mara moja awamu ya, ya kwanza ya mpango wa Trump wa kuachiliwa mara moja kwa mateka wote,